Aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye maumbile yake ni mwanamke. Karibu kwenye makala hii maalum. Katika msimu huu wa pili wa Chanuo Summit tunazungumzia jambo muhimu linalohusiana na, na wanawake katika ubunifu na uongozi, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais hapa Tanzania. Hivi, unadhani inawezekana kutumia ubunifu na ujuzi katika uongozi kwa wakati mmoja? Na Chanuo katoboa, wanawake wamekuwa na mchango mkubwa katika sekta mbalimbali, lakini bado kuna changamoto nyingi zinazowakumba hususan katika kujiamini, uongozi na ubunifu. Zuhura Waziri ni diwani wa viti maalum kata ya ibada kuli mkoani Shinyanga. Amekuwa diwani wa viti maalum katika kata hii kwa miaka mitano sasa, aliteuliwa baada ya matokeo ya uchaguzi ya mwaka F 2020. Unaweza kujiuliza ni kitu gani kilimsukuma chanuo Zuhura Waziri na akaamua kwa moyo wa dhati kabisa kugombea nafasi ya udiwani katika uchaguzi mkuu uliopita. nilikuwa na ndoto za kuwa kiongozi, nikasema ngoja niingie kwenye udiwani viti maalum nikawe msemaji kwa wakina mama nikawe sauti ya wakina mama. Nili, nilivutiwa kuwa kiongozi, nilikuwa natamani kuwa kiongozi, nikasema siku moja nami niwe kiongozi, niwe nawasemea wakina mama, nitoe huduma kwa wakina mama. Kwa hiyo nikaenda kugombea udiwani viti maalum. Hivyo ni wazi, wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ni muhimu kutambua nafasi ambazo wanawake wanaweza kuchukua katika nafasi za uongozi. Lakini kabla tujaangazia hilo kwa undani, tujiulize, je, ni vipi wanawake wanaweza kuleta mabadiliko kwa kutumia ubunifu wao? Je, tunahitaji kuwa na uongozi wenye mtindo mpya na wa kisasa ili kuleta maendeleo katika jamii? Hayo ni maswali muhimu. Mwanamke katika nafasi ya uongozi anapoingia, ni rahisi kuona mabadiliko ya dhati, kwa sababu wanawake wana sifa ya kuwa wachamungu wachapakazi na wenye kujali jamii zao hivyo wakiwa na nafasi za uongozi wanakuza mbinu mpya za kuleta maendeleo bila kuacha usawa na haki za kila mmoja hii ni kwa sababu wanawake wengi wanatambua wa changamoto mbalimbali zinazowakumba hivyo wanakuwa na mtindo wa uongozi unaojali maslahi ya wengi A changamoto za wanawake tunazitatua kwanza ni wadushe nyuma kidogo sisi tunapogombea ndani ya chama chetu hatuna ilani yetu tunatembea nayo kwa ile ilani inakuwa iko package, inakuwa ina huduma zote kwa kina mama, kwa kina baba, vijana na wazee. Kwa hiyo tunachukua, tukishaenda tukishaingia sokoni, tunasema tunaingia sokoni kama mwezi huu, kuanzia mwezi wa nane tunaingia sokoni, tunasema bidhaa zetu ambazo zinapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa kwenye zile bidhaa zetu ndio tunamsema sasa mwanamke kwamba sisi mkituchagua kuitia chama chetu cha Mapinduzi, tutahudumia wanawake kwamba tutaboresha vituo vya afya, tutaboresha elimu, tutaboresha miundombinu tutamtua mama ndoo kichwani. Kama sasa hivi unaona tumeleta maji sasa hivi 90% ya, ya wananchi wa Shinyanga wanapata maji. Na ukitoa huduma ya maji maana yake unamsaidia mama na mtoto na hata kina baba pia. Kwa hiyo tukigombea tunatembea na ilani, tuna, tunakanyaga tuna mlo kwenye ilani. Kwamba tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Ndio. Lakini ni muhimu kutambua kwamba pamoja na sifa zote nzuri za wanawake katika uongozi, kuna changamoto nyingi wanazokutana nazo. Unajua kuna jamii kubwa na kuna vijamii vingine vidogo vidogo zile yeah, clusters kule, mm -hmm. Unaenda unafika pale, unakutana na kigingi cha watu wameaminishwa kwamba hii ni imani kwa Mungu. Kwanza bado kuna umaskini wa uwakilishi katika nafasi za uongozi. Hii inamaanisha kwamba wanawake wengi bado hawajapata nafasi za kuongoza au kutoa mchango wao katika maeneo ya kisiasa na kijamii. Hata hivyo, kutokana na ubunifu wao, wanawake wameweza kuwa viongozi wa kujitolea katika jamii. Wakiwa na miradi mingi ya kuboresha hali ya wanawake na watoto kupambana na umaskini na kutetea haki za binadamu. Na e, Rehema Nimanilo ni mwenyekiti wa UWT wilaya ya Shinyanga, aliyepigiwa kura za ndio na kuchaguliwa kwa kishindo na wajumbe katika uchaguzi rasmi ndani ya jumuiya hii ambayo ni bawa la Chama cha Mapinduzi. Kabla sijawa kiongozi, nilipitia masuala ya haki na sheria kwa upande wa mama na watoto, kuna mama mmoja alipata changamoto ya kuachwa na mume wake, lakini alikuwa na watoto. Kwa hiyo mimi nikakaa naye nikazungumza nika naye, nikamwelekeza jinsi ya kupata haki zake. Kwa hiyo baada ya kuwa nimemwelekeza haki za kupata haki zake, akaenda kwa afisa maendeleo ya jamii. Baada ya kwenda kwa afisa maendeleo ya jamii, afisa maendeleo ya jamii alimsaidia na akaweza kupata haki yake, lakini baadaye mme alirudi tena kwa mke wake. Hapa ni wazi kwamba wanawake wana mchango mkubwa katika jamii na wanapaswa kuwezeshwa kuwa sauti zaidi katika uchaguzi huu mkuu. Katika muktadha wa ubunifu, wanawake wengi wanaweza kuanzisha miradi ya kisasa inayohusisha teknolojia, afya, elimu, biashara na mazingira. Miradi hii inaonekana kuleta mabadiliko chanya na kuhamasisha jamii kuwa na mawazo mapya. Ubunifu wa wanawake unahitaji kuthaminiwa na kuungwa mkono ili tuweze kuona matokeo mazuri zaidi. Mbali na uongozi, chanuo Zuhura Waziri pia ni mjasiriamali anayemiliki biashara kadhaa katika eneo la Igwamabu, kata ya Ibada Kuli. Huyu hapa tena akituambia ni miradi mingapi ya kibiashara na kijamii ameibuni mpaka sasa. Biashara sisi tunatoaga sana elimu kwa wakina mama, hasa vikundi tunakusanya wakina mama kwanza madiwani viti maalumu tuko sita manispaa ya Shinyanga. Kwa hiyo tumegaiwa maeneo. Mfano mimi nahudumia Ibadakuli, Kolandoto na Chamaguha. Kwa hiyo mimi mara nyingi nakusanya wakina mama na elimisha. Kwenye mikutano ya kina mama huwa namuita mtaalamu. Maana mimi sio mtaalamu, mimi ni mwanasiasa. Tunakwenda na afisa maendeleo ya jamii, mtendaji wa kata, tunaelimisha kina mama. Kuna kina mama huko wanatengeneza viungu Kolandoto. Kuna kina mama hapo Ibadakuli wanalima mboga mboga na hao wanawezeshwa na halmashauri yetu kwa upande wa serikali tumeboresha, miradi iko mingi sana, tumepokea fedha nyingi sana kutoka serikali kuu kina Mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeboresha daraja la Uzogore. Ukishapita pale Uzogore, kabla ya sisi kuingia madarakani pale, kwa kupitiki kwa kuna mto Chemu, kama mshakusikia mto Chemu, serikali imetoa zaidi ya milioni arobaini tumetengeneza pale na serikali. Pia mradi mwingine tuliofanya kwa ibada kuli, tumeleta shule kuna ibada kulibika kusikia Mheshimiwa Rais kaleta hela, tumejenga kwanzia chini mpaka juu, hakuna mwananchi ambaye kachangia, kuna zaidi ya milioni 561 pale. Ukienda Bugweto, Bugweto kwa kukariki pale, wanafunzi walikuwa hawakai hawasomi vizuri, madarasa yalikuwa yamechoka kabisa, tumekarabati pale shule vizuri. Ukienda Bugwa Uzogole kule shule ya sekondari tumeboresha sana masomo ya sayansi, tumejenga pale maabara, tumeongeza madarasa Ukienda Kolandoto sekondari tumepeleka pale madarasa zaidi ya manne, mheshimiwa rais ameleta. Ukienda chamagua tumeboresha. Kwa hiyo miradi iko mingi sana na manispaa Shinyanga. Lakini unadhani ubunifu umesaidia kwa kiwango gani katika kuinua miradi ya kibiashara na kijamii aliyoanzisha? Mimi chonisaidia ni kwamba wa kwamba wameniamini kwamba nafaa kuwa kiongozi wao kama mwakilishi wao, lakini pia wao wenyewe pia imewasaidia kwenye maisha yao mengine ya nyumbani na tunaendelea bado kutoa kutoa kutoa elimu kwa akina mama, yaani kufanya ubunifu ni kwamba hata biashara zao zile, yani wazibrandi ziwe kubwa zaidi, waende hata kwenye maonyesho. Mfano, kuna maonyesho ya SIDO. Hata kisho kutwa kuna maonyesho ya Chanuo, tutakuwa tuwahamasisha wale vidi, wala kina mama wabuni vizuri biashara zao waje kwenye maonyesho, na hili linaendelea kuwa muhimu zaidi katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wanawake wana nafasi ya kubuni mikakati ya kipekee kama vile kuanzisha mafunzo kwa wanawake wengine kuhusu jinsi ya kuwa na sauti katika uchaguzi, kuhamasisha wanawake kugombea nafasi za uongozi na kuleta mabadiliko katika jamii kwa njia ya bunifu Hiye ni kwa sababu wanawake wanahitaji kuwa na nguvu ya kushiriki katika kila ngazi ya uongozi. Kwa sala la uchaguzi wa kuwapata madiwani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano jambo la kwanza ni lazima tufanye makongamano ya wanawake. Tukifanya kongamano la wanawake, ina maana tutajua kabisa kwamba, kwa sababu unapofanya makongamano lazima wewe unauliza Je, kwa mfano kwa mfano mwaka huu tuna uchaguzi wa serikali, uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na urais. Je, wangapi ambao wanaweza wakajitokeza kugombea nafasi hizo? Kwa hiyo kama mtu anataka udiwani atanyosha mkono na utamuuliza kwamba kwa nini unagombea ile nafasi, umeshawishiwa na mtu au umejipanga wewe kama wewe? Atasema nimejipanga mimi kama yoyote. Hivyo basi uchaguzi huu ujao si tu kuhusu kura, bali ni kuhusu kuhakikisha kuwa wanawake wanapata nafasi zaidi katika nafasi za uongozi. Wanawake hawa ni wa kisasa, wanajua kuwa dunia imebadilika na wanahitaji kuleta mabadiliko yenye tija kwa jamii nzima. Kwa kumalizia, ni vyema sote tukakumbuka kuwa ubunifu na uongozi wa wanawake si tu kwa manufaa yao binafsi, bali ni kwa manufaa ya jamii nzima. Hivyo, tunapaswa kuwapa nafasi, kuwaunga mkono na kuhakikisha kuwa kila mwanamke katika nafasi ya uongozi ana uwezo wa kufanya mabadiliko chanya katika jamii. Asante kwa kutuunga mkono leo. Ikiwa wewe ni mwanamke na unataka kuwa sehemu ya mabadiliko haya, hakikisha unapiga hatua na unajiandaa kushiriki katika uchaguzi huu. Wakati umefika kwa wanawake kuchukua nafasi na kuleta mabadiliko tunayoyahitaji. Na sasa namkaribisha kwenye podium kijana mwenye maono na uzoefu mkubwa katika eneo la ubunifu ambaye ni mkuu wa kitengo cha ubunifu na msimamizi wa chapa Jambo Group of Companies na meneja mkuu wa Jambo Media, Bwana Nixon George.